Sasa nilikuja mzee wangu alikuwa ameenda kazi, akatuacha kwa nyumba, na mvua ilikuwa inanyesha. Sisi mi nikatoka, nika nikaenda maziwa, si kufunga kafu, na kafuli mlango kutoka huko, nikarudi mtoto hakuna kwa nyumba. Sasa tukatafuta, nikapiga manduru, nikatembea huko, nikaenda kwa sa, kwa mkasa nikapiga manduri wa jirani wakakuja wakatafuta kila mahali hakuna. Nasikia uchungu mi kama mama ya mtoto, naomba serikali itusaidie, saidia mtoto apatikani, wiki mbili kariitu, anaitwa Letisha la kata Amboyeka alikuwa na wiki mbili. Miwa kwa mahindi, kwa choo, kwa machozi, jirani hakuna. Tumeenda polisi, haitusaidi, wanasema tu wanasema tu ati. Mimi sisi, kwa hii familia, mimi na mzee wangu tunaweza tukalalia mtoto tukamfinya tukatupa kwa choo ama tutafuta mashamba tuzika hapa ndani. Sasa shemeji ya huyu yeye ndiye hatukuwa tunaongea na yeye hata bibi yake mkubwa hatukuwa tunaongea na yeye. Sasa ni kama tuniandi wamefanya hiyo kitendo. Mtoto wangu alipotea ilikuwa tarehe moja Jumamosi ilikuwa nimeamuka, ilikuwa saa moja saa moja asubuhi, kwa nimeamuka kwenda kutafuta kibarua. Hiyo tu saa moja na saa moja tu hapo karibu tu na nusu hapo, nikasikia simu ananipikia simu tu, mtoto wangu amepotea. wa nikafikiri jokes. nikafikiri tu labda tu mama amekuja tu kuchukua ako tu kumsaidia kumbeba mtoto atarudi tu tena wakarudia kuja tu haraka, mtoto amepotea. Ah, ndio nikaamua sasa, nikakuja kukuja, ndio nilipata watu wako hapa wanaendea kutafuta, pia mimi nikaanza kutafuta. Nikaangalia kwa choo, kuna katafuta paka kwa mahindi kwa miwa, hakuna hata kwa paka kwa malazi naweka kando, hakuna. Ndio sasa nikaamua kwenda kuripoti Bumula Police Station, nilienda kuripoti kaandika statement. Wakati nilipofika hapo, nikapata afisa mmoja, akaniuliza shida yako ni nini? Nikamwelezea yenye alinisaidia, akanipeleka tu kwa CS direct, tukaongea na CS, akaniambia enda, ukuje na mama wa mtoto. Nilifanya hivyo hivyo tu, tukaenda tena kwa CS tu hivyo pia, akaandika nilipoandika statement au siweza kutupatia afisa wawili, tukakuja na hapa. Hao afisa wakachokora sehemu sehemu tu kutafuta, pia sisi tulikuwa tunatafuta tu hivyo. Tena akasema kama mjirani umeonako tu, hata usiniambie mimi, ambia mtu yote tu akuja ripoti. Hiyo kuisha tu hivyo, ikabidi tuende paka kwa D DCI. Tulipofika kwa DCI tukaandika statement kuna mstakio mstakio mlalamishi mmoja tulimshika. Walipo mshika waripo mshika DCI ilimshika muda tu kidogo tena, ukamwachilia nikakimbia tena kufika huko kuuliza, ati sina usaidizi usaidi wa kutosha, tena sema sema tu tukakuja hapa tena, na DCI wakakuja hapa. Hizi hayo Bumula yao wa kuja wakaniambia, tulilalia mtoto ama tumeua mtoto ama tumetoa mtoto kafara. Nikajiuliza kama nimetoa mtoto kafara ningepeleka ripoti kwenu. Na watu wao wanatoa kafara, wao wanasika tu, singesika tu, singepeleka ripoti. Ilikuwa juzi tena wakanikuja tu wakasisita kuja. Yaani imekuwa tu kuja, kuja. Tangu asubuhi kuja. Ukifika huko kucha saa saba ikifika saa saba kucha saa kumi. Ni hivyo tu, hakuna kitu inanisaidia sasa. Jana ndio waliniambia asubuhi, kuja na mtoto wako. Mikaambia afisa wadisi wadisiai, sasa mi nikuwa natani leta hapa munisaidie kupata mtoto, sasa mi ntatoa wapi? Akaniambia sitaki uniongeleshe wewe kuja hapa na kuja na mtoto iyo. Wakati walinita peke yangu, wakati nilienda, akasema enda ukuja hapa na bibi bibi yako na mkuje na mtoto. Sasa mimi nachishindwa, mtoto yako wapi? Sasa mimi naomba serikali serikali inisaidie, wamboka pale penye huko nisaidie siesu uwa mtoto chipeleke ingilia tu hayo afisa wote tu police station ya Bumula. Kuna kitu yenye wanafanya. Huyu mtu yenye alipomshika ni mtu wa karibu tu, ni jirani. Hata kuna wenye walimuona, lakini amewafinyinia wame, ati usiende kufanya ushahidi, hii kesi ni mbaya. Nilienda hapo nikaongea tena na tiz tis wetu tu nikamuelezea, kama unataka kunisaidia kuna wenye walimuona ndio walisema, tukashika ule si tuende, unisaidie tu watu washike wachieleze. Dizia alikatala, hapana. Mwenye anataka kusaidia afanye atakusaidia tu. Sasa mimi niko tu hivyo. Walimuona, ilikuwa asubuhi hiyo, wamebeba amebeba mtoto anapita kwa njia hiyo, wakati alikuwa amebeba mtoto kwa staili staili kama hii simu umeibeba hii, alafu amechifunika amechifunika, alafu mwisho kuna, kuna pikipiki alikuwa amebeba, akaenda kupatia mtu mwingine. Kwa hiyo pikipiki walikuwa watu watatu, mama mmoja mama mmoja, sasa ndiye alipatia mtoto akakaa mbele. Kuna mbaba mwingine alikuwa hapo katikati, sasa huyu alikaa nyuma. Sasa mimi nimejaribu kuuliza dizia, mnisaidie tu hata watu nijui. Au awatake kunisaidia wamekataa kuja kunifanyia ushahidi, walisema wanaona wako tu hapa karibu kama watatu wanne, iweene walishika huyo, nilikuwa na bibi yangu sasa, ni sister yake bibi yangu sasa wa kwanza sister yake Wanafuatana. Kuna sasa huyo mtaki alio, alioleka hapa, walikuwa wameoleka hapa wote, mimi hapa na ule mwingine hapo, kwa sababu ni hivi tukukaa wakasinaata kitu cha kufanya. Hata vile unaniona hivi, hata kukula ni shida sababu wananiita off on. Sasa kidogo kuja kwa DCI, kuja kuja kuja, ukifika hapo wanakuambia kuja na mtoto, kuja na mtoto Ukifika tu hey, haya enda, utakuja saa ngapi? Enda. Aenda, utakuja saa ngapi? Sasa hata kukula ni shida, na mimi mtu wa kibarua tu. Sasa ndio naumia kabisa, ndio naomba tu serikali nisaidie, ingilie, kwa sababu kwa hii nyumba tunaumia.